Hello, karibu tena dada Flo na leo ni siku nyingine tena ambayo uko na mimi dereva yako makini sana ambaye nitakupitisha hatua kwa hatua kituo kwa kituo na kukueleza tuko na nani na anafanya nini na kwa nini anafanya. Mimi ni Unosie. Hey, karibu sana dada Flo na leo tuko na mgeni mashuhuri sana na anafanya vitu vizuri sana. Yeye ni binti nani mwanafunzi wa chuo, lakini kuna namna ambavyo anafanya vitu vyake na vimeendelea kumtambulisha kwenye jamii yetu na kuhakikisha kwamba anaigusa jamii kwa namna moja au nyingine. Ni nani huyo? Mimi namfahamu. Karibu tu ajitambulishe. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Rebecca Muna. Ni actually nafanya vitu vingi na pia ni mshairi, mtangazaji uh, wa kipindi kinaitwa Skonga pale EATV, East Africa Television, lakini pia ni co-founder wa team of positivity, ambapo ni tasema tunajikita katika kugusa jamii kwa ajili ya ukombozi wa kifikra kwa, tuna programu mbalimbali ambazo zina tufanya tu work pamoja na jamii ama kugusa jamii moja kwa moja. Karibu sana dada. Asante Rebeka. Ingekuwa mtu kwenye Bibilia au mwanamke au msichana kwenye Bibilia, ungemchagua nani na kwa nini? Okay, niseme tu kwanza kabisa ku... na wanawake wengi ambao wamefanya mambo makubwa na Mungu amewatumia kama vyombo kwa ajili ya utukufu wake. Uh, ila muhimu zaidi, ningependa kuchagua kuwa Malkia Este ameonyesha mfano wow. mzuri wa kuigwa kwamba Mungu anaweza kumtoa mtu kutoka chini na kumketisha juu, na kwa ajili ya utukufu wake, kwa ajili ya kugusa watu wake na kuokoa taifa lake. Kwa hiyo usijichukulie poa ukajiona wewe ni mtumwa uko katika nchi ya ugenini ama ukajiona wewe ni mtu wa kawaida tu. Hapana, Mungu amewekeza vitu vikubwa ndani yetu wasichana. Kwa hiyo tusijichukulie poa at any wow. time Mungu anaweza kutunyanyua wow. Rebecca ni mwana ushairi, ni mtu wa organization ya hiyo inayoifanya. Uh, kitu gani ambacho kilikusukuma au kwa nini ushairi? <laughs> Safari yangu ya ushairi, kwanza nilijikuta tuna thubutu, kwa maana yani sio kitu ambacho nilikuwa ninatarajia kwamba siku moja mimi nita Rebecca nitakuwa mshairi ushairi itanipa kusimama kwenye majukwaa mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Sikuwai kufikiria hivyo. Kwa hiyo ni safari tu ambapo nilithubutu. Kuna siku nakumbuka, kwa mwezi wa nane, wakati ambapo nasubiri kwenda chuo mm -hmm. Usiku ndo muda ambao nafikiria vitu vyangu zaidi k nilijikuta niko kwenye mtandao wa kijamii alafu nikaona mdada mmoja uh, wa taifa jingine anafanya spoken words, nikasema mimi naweza kufanya hivyo na hapo tayari nilikuwa na interest ya mambo ya kijamii na kusaidia haki, utetezi wa haki za mabinti. Kwa shairi langu ya kwanza nikaliita Kipepeo. hmm. Nilikuta tu na thubutu na ninaandika, kwa hiyo safari yangu ilianza na uthubutu, na imani kwamba ninaweza. Kitu gani ambacho kilikusaidia au tofauti na kuona au mitandao ya kijamii mpaka sasa hivi mitandao ya kijamii kama mabinti tunaona tena tukiwa sisi chuo mm. Kwamba uh, kuna namna inatafsiriwa mm. Lakini kumbe wewe ni kuna namna ambayo ilikukutanisha na kitu ambacho ulikuwa unatamani kukifanya mm. Kwa upande wako, mitandao ya kijamii kwako, kwa imekaje? Kama binti <laughs> mtandao wa kijamii kwangu umekuwa fursa kubwa ya kunikutanisha na watu ambao sio rahisi kukutana nao hivi, physically. Kwa hiyo mtandao wa kijamii umeweza kunipatia fursa, umeweza kuniconnect na watu, umeweza pia kuzidi kunipa jukwaa la kuonyesha kazi zangu, kwa sababu nilianza tu kufanya mashairi na nikaanza kutengeneza videos, nikaanza kuwa nazituma kwenye mitandao yangu ya kijamii hususan Instagram account, kwenye Instagram account yangu. Kwa hiyo pale tukaanza kuona kuna Rebecca Muna anafanya ushairi binti ambaye anachukia kufanya mashairi, ikanipatia fursa ya kufanyia interview mbalimbali ikiwemo pia DW aliweza kwenye binti Jasiri. Kwa hiyo so, pale kumbe ninafanya kitu cha maana, kumbe ninaweza kugusa jamii kupitia ushairi, hiyo ndio ndo ilinisukuma zaidi yeah. Ah, uh -huh. Wow. Lakini tuna kwa namna moja au nyingine ni namna ambavyo watu wengi kwenye mitandao mm. mm. ya kona, lakini, chana, taro, kami, tatu, mene, mm. kwenye kijamii mm. ha, bizi sana na mimi na wewe, inaweza kukuta kwamba baada ya mtu kuona unachokifanya, lakini ukiachana na vitu ambao tunaanza, kuna watu tayari wametutangulia miaka mitatu minne kumi mbele, na wanafanya vitu vikubwa, na tukiingia kwenye mitandao ya kijamii wanatu motivate kufanya vitu fulani. Hao watu wanakuwa bizi sana, na tukiangalia sisi wanachuo ni watu ambao tunaweza tukawatafuta lakini tuka give up kuendelea kuwatafuta, lakini kwako wewe imekuwa ni namna ambavyo unaendelea kuwatafuta hawa watu. Kuna binti sasa anakusikiliza, kuna mtu aliwahi kumtafuta kwenye mm. mtandao wa kijamii, yeah. na hajafanikiwa mpaka leo kumpata yeah. Lakini wewe unatuambia unafanikiwa kwa sehemu kuwapata hapo, kuna nini kinakuwa kimejificha, au kuna kitu gani ambacho unaweza ukamwambia huyo binti? Mimi ninachotaka kumwambia binti ambaye anatafuta watu ama watu ambao ni potential kwa ajili ya kumvusha mali pamoja kuelekea hatua nyingine, ninaomba aendelee, asikate tamaa. Ninaamini ndio, watu wako bize kweli kabisa, watu pia wana majukumu yao licha ya maisha ambayo unayaona maisha yao ya kimtandao ya kijamii, lakini unaona maisha binafsi, naona harakati zao pia. mm -hmm. Endelea kuwatafuta kama kweli unaona huyu atanisaidia, huyu kuna mahali naona anaweza kawa mentor wangu akanifikisha wa mahali fulani, watafute, sio tu uishie helo. Yani, communicate nao vizuri, unaenda pale unasema, una labda mfano mimi ningekuwa mimi mm. sema, habari Rebecca Muna, ni mshairi na ninaona ni kazi zako, labda pia nio mshairi mwenzangu, ninaona mm -hmm. kazi zako za ushairi na ukinihamasisha namna moja ama nyingine, kwa kazi ambazo unazifanya ningependa sana ku na wewe ama tufanye kazi pamoja. Kwa, like, unaelekea unamsalimia, lakini unapeleka ujuuwako, sio tunaisha t unaenda ni leo kutana na hiyo changamoto. Aa, mimi mwenyewe binafsi unajua tunavyofanya hivi, hata wewe Rebecca, naamini kuna watu tayari wanakutafuta, lakini ni yeah, kweli uh, vijana unaotutazama au mabinti mnaotutazama inatia uvevu sana pale ambapo tunaendelea kupiga kelele kuhusiana na kutafuta watu au kutafuta maarifa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kama kuna mtu tayari umekwisha kumwadmaya au unapenda kazi zake, nenda direct Mm, kwenye point kwa, kwa maana hello mambo, ukanyamaza inachosha. Na kitu ambacho mm, anatuambia Rebecca, Rebecca shule, mwanaushairi, uh, presenter wa Skonga, eh, na hiyo uh, organization ambayo unaiongoza, kwako shule, hivyo vitu vyote una balansije na unafanyaje mambo yako kwa kisha hiki kimeenda, ilikuwa na mzani ulio sawa Wakati ni jambo la kuzingatia sana, namaanisha muda. Hata hiyo mtu inasema muwe um, ni watu wa kukomboa wakati. Kwa hiyo, nina balansija vitu vyote ambavyo ninaifanya kwa kuthamini muda, kwa sababu muda ni aset ambayo haijawahi kurudi nyuma uh -huh, always inasonga mbele. So kama ni mtu ambaye una vision, ni majibu ya watu wengi, unajiona kuwa mahali fulani na kuwakilisha watu wengi mbele yako nyuma yako, tamini muda. Mwanzoni nilikuwa na ni challenge jinsi ya kupangilia muda wangu, lakini nilivoona hapa mm -mm. kuna vitu nikilega hapa, kuna vitu, vita vitaenda vizuri, labda nitalega kwenye mambo ya kugusa jamii kupitia team of positivity, ambapo ninafanya na timu yangu wenzangu hapa. Nikisipoweza kufanya hivi, nitashindwa kufanya hiki kwa wakati kufanya baadaye, na hiyo inakwamisha. Kwa hiyo wakati ni sasa, nami ni muda wako. Muda ni kitu ambacho hakidai kunyuma, kinasonga mbele. Kwa hiyo na vitu vakatamda, ila muda una sehemu pana. hmm. Wewe labda tuambie ratiba yako au namna ambavyo kamka asubuhi, yani vitu vyako unafanyaje kwa ajili ya siku? Kwa mfano leo ulivyokuwa unakuja hapa, ratiba yako ilikuwaje? Maana huo ndio muda tunaushua kabisa. Kwanza ni, unabidi uwe ni mtu ambaye sasa, mimi huaga napanga ratiba yangu kwa wiki, ama kama kwa wiki sina shughuli nyingi, ratiba nyingi huwa napanga siku moja kabla ya siku, yani usiku huwa nafikiria like tayari nimeshapata uh, kuchekiwa na unose kwa ajili ya dada flow. Aha, ni saa ngapi? Ni saa tatu kusoma Biblia ama nita, nitaandika labda shairi jipya alafu pia ikifika saa ngapi nitatoka nyumbani? Saa ngapi? Saa mbili kamili nitatoka, sababu li usafiri nini nitafika hapa. Nikitoka hapa naenda wapi? Labda ninaenda kazini, ama kama lo, si, siendi kazini, nimeshaomba ruhusa, ninaenda wapi? Ninaenda nyumbani narudi nyumbani kufanya majukumu yangu mengine, ambayo nisubiri labda kuna kazi zangu nyingine ambazo nilikuwa nataka nizifanye binafsi, ambazo sikuweza kuzifanya, ama tunahitaji sasa muda wa kufikiria na kutafakari kuboresha um, kazi ambazo tunazifanya za kukusaidia mimi kupiwanye timu ya positivity, kwa hiyo muda wangu ninapanga mara nyingi kutokana na hiyo ratiba na watu ambao wamenitafuta siku hiyo, ama kama sina watu ambao wamenicheka, nina shughuli zangu tu za kazini na masomo, ama kama sasahivi niko likizo. Kwa hiyo ninapanga kwamba nitafanya moja mbili tatu, na usiku kabla sijalala, ninaangalia kabisa, ninaangalia kabisa nilifanikiwa kufanya moja mbili tatu, kama kuna hiki kimoja nilikwama, nitafanyaje kesho bora zaidi. Kwa hiyo inanipa kutafakari na kujifanyia tathmini mwenyewe binafsi. Yeah. Wow. Mimi naamini kwenye muda ni swala ambalo kila siku tunaendelea kujifunza. Exactly. namna ya ku maintain muda, namna ya kuhakikisha ratiba zako zime na ni hatua na ni hatua. Sio jambo la cha. Yeah, ni hatua kweli. Mm. Okay, asante sana Rebecca, kwa baadhi ya muda na kwa upande wako labda wa uh, mtu mwanamke binti mm. unayemtazamia mm. kama role model au mtu ambaye unamwona ambaye ana kushawishi namna fulani hivi mm, kwa namna moja au nyingine, ni nani na kwa nini? Well, nikisema mmoja nitakuwa nadanganya. Kuna watu wengi kwenye taifa letu wanafanya mambo makubwa zaidi na ni mazuri, kwa hiyo sitasema mmoja. Yani sina romodo remod, mmoja kwamba huyu ninamwangalia kujifunza moja mbili tatu, hapana. Vigezo vyako ni vipi? Kumwangalia huyo mtu kwanza, kwenye unajua <laughs> naangalia mafanikio, amefanikiwa kwa watu wapi? Kwa sababu mimi binafsi si kuna kuna career wise labda kwenye mambo ya ushairi, huyu anafanya kitu kikubwa, anafanya kitu kizuri, labda ana kupitia, ana jukwaa la ushairi, anagusa watu wa, anagusa, anainua wengine ama ukiangalia kwenye nyanja ya upresenta upresenta anafanya kitu kizuri, kwa ananihamasisha kwa namna moja ama nyingine, au ukimwangalia tu huyu binti ni kiongozi, kuna kitu ananihamasisha. Lakini pia wengine, kuna mabinti wadogo tu ambao ninawatazama mimi yani kila siku, wanajifunza kila siku, nikimwona hata mtu tu binti, kuna kitu amefanya ambacho sio sahihi, mimi najifunza kwa. Kwa hiyo mabinti wengi ambao wananizunguka ama ambao ninawaona ndani ya jamii na pia kwenye mitandao ya kijamii, huwa wanajifunza aidha, wanafanya mazuri ama wanafanya mabaya, wanachangia katika ukuaji wangu, kwamba naona huyu alikosea hivyo, mimi sitaenda kwenye hiyo njia, lakini pia inanipatia hamasa kama mfano mzuri tu. Mimi ni kabla ya kuanza na kujumika na wenzangu, kuanzisha timu, nilianza na kampeni mimi ni nguvu ya msichana, mimi ni nguvu ya msichana ilianza ambapo nilikuwa naona mabinti wa mtaani kwetu wanavyo behave ambavyo wanavyo, wengi wanaacha shule mapema, wengi wanakuanzisha mahusiano mapema ambavyo wanashindwa kufocus kwenye ndoto zao, wanajiona kwamba wao wow, hawana thamani hivi. Na mimi sasa nilikuwa s so nilikuwa actually, nina nina mzazi ama mlezi ambaye ananihamasisha. Baba ambaye anatamani aone mafanikio yangu, baba ambaye ananipush naweze kusonga mbele. Kwa nikaona wenzangu, kuna vitu anaraka, kwa nikaanzisha mimi ni nguvu ya ni msichana, kwa hiyo uh, ambayo sasa hivi ni moja ya programu kwenye timu k. Unaona, kupitia vile ambavyo ninavyona kwa wasichana wengine, ikanihamasisha ikanifundisha, lakini pia ikanipa msukumo wa kuanzisha kitu kwa ajili ya wenzangu. Ah, Rebeka umefanikiwa, yes. Umeshatoboa. <laughs> Wewe umeshatoboa <laughs> toboafanikia ni, naamini ndio hapa nilipofika ni kwa neema ya Mungu, kuna mahali nimefika kweli. Rebecca, sasa uh, kiachana na yote hayo, binafsi ni mtu ambaye ninakufuatilia sana mm -hmm. na naamini kuna vingi ambavyo mimi naweza nikawa nasema najifunza pia kutoka kwako mm -hmm. lakini tayari nimeshaanza kukuona na nafikiri mm -hmm. na watu pia wameanza kukuona, tayari umeshaanza kusimama kwenye majukwaa makubwa mm -hmm. na nafikiri ulianza kusimama mapema, sio hivi ambavyo tunaongea leo, lakini uh, tumeona namna ambavyo kusimama mbele ya majukwaa makubwa inalipa, namna mm. ambavyo watu wana appreciation like sometimes tunaonekana wasichana sisi wadogo mm. we don't deserve mm. to stay one table na mtu fulani mm. au watu fulani mm. lakini wewe tayari, na mtazamaji kama unanitazama hapa, hii ni tuzo ambayo hivi karibuni Rebecca ameipokea kama appreciation kwenye vitu vya vingi anavyovifanya, lakini kitu cha kwanza ambacho kimemfanya, atatueleza hivi tuzo ya nini na kwa nini alipokea na alipokea wapi kiufupi kabisa, na utuambia hii ni tuzo ya ngapi, yaani kuhamasisha yule msichana ambaye yuko tu nyumbani yeah, au yuko chuo lakini, yeah, anatamani kufanya vitu lakini bado haani, jamani uthubutu karibu Rebecca. Asante, hiyo ni tuzo ambayo um, inaitwa Youth in Business Awards yeah, na nilishinda kwenye category ya yes, the best poetry and book writer, kwa sababu ya mashairi yangu yalikana kuwa ni moja ya cheche ya maendeleo kwenye jamii. Kwa hiyo wakanipatia yeah, fursa ambapo wakani, kuna watu, wali, watu wali ni nominate kwenye hizo tuzo na mimi nikashirikisha watu mbalimbali ene kenye piga na tukaibuka wow. kwa washindi, na hiyo tuzo imetoka Dodoma, imienda Dodoma kuichukua, kwa ni kwa neema ya Mungu. Yani, mafanikio sio mtu mmoja, mafanikio ni lazima uwe na support ya watu, uwe na watu ambao o ambao wanaamini amba katika wewe, lakini hata hivyo, kama una pia anza kujiamini wewe, huwezi kumwaminisha mwingine ama wengine bila kuanza kujiamini wewe. Na hii ni tuzo yangu ya tatu. Wow. Mafanikio yako hapo katikati yamekuwa makubwa sana, na kitu gani ambacho ni changamoto ulipitia, lakini ukiziangalia hizi tuzo kuna namna unafuta machozi mua Mungu? <laughs> <laughs> Atozoi, asante yeah. Ni yaani, labda kuna kitu ulipitia alafu kaufanya uka give up, lakini ukiziona hizi tuzo unaona umevuka ume, ume kitu gani, changamoto gani ambayo ilikuwa ni kubwa au ilikuwa changamoto ninaweza ambayo nikasema saa nyingine, <laughs> unajua, safari ya kufanikiwa kuna ku... sio saa nyingine kuanguka, saa nyingine unateleza, kuna mahali unakosea na kuna mahali unajifunza na unainuka tena. Kwa hiyo saa nyingine watu ambao watam, wanatokea watu ambao hawakufahamu vizuri wanaanza kukujudge, wanasema Rebecca yuko hivi yuko hivi like, they really don't know you lakini wanakuona tu huko kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuweka kuweka um, negative impact on you like they they give you um, a label of who you are while who you are belongs to God. your real identity its it, it comes from the Almighty God haiwi entitled mm -hmm. kwa vile titles ambazo amepata haiwi entitled kwa yale yani success is not what you do or what you have been doing. Success is who you really are in the Almighty God. So, judgment za watu and society, um, society, what should I say? Society wanapoku label like, well, you should be doing this, should be doing this, something like you are challenged, lakini pia unapoanza safari sio kimtoto kai kwelea, nakumbuka wakati nilianza safari yangu ya mashairi wenzangu chuo nilikuwa naniona, unafanya nini Rebecca? Yani hawaelewi, hata hawaelewi kabisa. Lakini anza anza, yani usitegemee kueleweka mwanzoni. Watakuelewa maono yako wakisha kuona kwenye platform mbalimbali, wakisha kuona umeshaanza kupata fursa mbalimbali, umeshaanza kuinuka, umeshaanza kutoka hatua ya chini kuelekea hatua nyingine ya juu zaidi, pale ndipo watakapoona what you were doing ilikuwa ina thamani ilikuwa ina mafanikio na matokeo chanya. Ongea na binti <laughs> kwa maneno machache kabisa, wakati tunaenda kumalizia, zungumza na binti ambaye anatazama ni mwanachuo n mm, sio mwanachuo lakini kuna namna ambavyo anaweza akakuona umefanikiwa, lakini uh, yeye hajaanza na mm, hajathubutu kama walivyosema. Zungumza naye binti. Uh, mwenzangu kwanza, una thamani. Naomba nikuambie kuwa una thamani sana una thamani kubwa, na haijalishi mwanzoni ulifanya nini, haijalishi mwanzoni ulikosea wapi, wala haijalishi watu wanakuambia wewe ni nani. Thamani yako hailinganishwi na vile watu wanavyosema. Thamani yako ni kubwa zaidi. Lakini utaionaje thamani yako? Kwa kuthubutu, kwa kutoka hatua moja ulipo na kupiga hatua nyingine mbele zaidi, lakini pia kwa kumshirikisha Mungu kwa sababu ndiye anajua mwanzo na mwisho wako. Wanadamu wanaweza wasione thamani yako leo, lakini kuna yule ambaye anaona thamani yako tangia hata kuzaliwa kwako. Kwa hiyo connect your soul, jiunganishe na chanzo chako, jiunganishe na Mungu wako. Pia thubutu, jitume, usirudi nyuma wala kukata tamaa isiwe chaguo kwenye safari yako. Safari itakuwa rahisi kweli na usitegemee, kuna watu watakuelewa mwanzoni, watakuelewa mbeleni. Kwa hiyo thubutu, fanye kile ambacho kinahitajika kufanyika, lakini jithamini, tunakupenda. Basi jamani, huyu ni Rebecca Muna ambaye she doing good. Mm -hmm. Anafanya vitu vikubwa na vizuri na naamini kuna kitu umejifunza. Kuna watu wanatamani wa kuendelea kukufuatilia, wanakupataje? Okay, kwenye mitandao ya kijamii lakini kama utapendeza kutaja mawasiliano yako itakuwa ni the best, amani ya moyo iamwe karibu. Mimi ninapatikana zaidi mitandao yangu ya kijamii hususan Instagram kwa hiyo wakihitaji mtu, labda anahitaji kunitafuta kwa namna moja ama nyingine, ya kuweza kumshauri ama anataka ku, kuingia na mimi personally like, kutiana moyo au vidha, kwa neema ya Mungu atakavyonisaidia, kwa mitandao yangu ya kijamii Instagram kwanza ni Rebecca, Rebecca double c underscore Stanley rebeaebeayacnensemua underscore Muna N moja, yeah. Alafu hum, Facebook Rebecca, mara nyingi sasa Facebook situmii sana lakini Rebecca bado siko, siko active sana. Lakini kwa mawasiliano yangu ya kawaida ni sifuri saba arobaini na tano sifuri tatu kumi na tisa tisini na tatu sifuri saba arobaini na tano sifuri tatu kumi na tisa tisini na tatu Binti usisite kunitafuta kama unahitaji mtu wa kuzungumza naye dada wa kutia moyo ama mtu ambaye unaona kuna mali Wow, lakini okay, kabla hatujamaliza, uh, si unatunga mashairi hivi hata kama kukaa na event ya yeah, ah, natunga oh, mashairi oh. su sure. Mm, so okay. kama watu wanahitaji kunipatia kazi na, nafanya mashairi ya kugusa jamii, labda wa watu wana event zao so kwa ajili ya mambo ya wanawake, mambo ya mm -hmm. Vijana, watoto hata um, mtu labda na yake, ya shairi yake anatakani mwandikie shairi mama yake Huwa ninafanya hivyo pia kama mtu anataka anataka kumwandalia mtu zawadi ya shairi, so akinjii kwenye hizo namba pia atanipata vizuri. Dada Flow, tunazidi kuflow na naamini kabisa kuna kitu ambacho umejifunza na unatamani kuendelea kujifunza, na tutakuelewa zaidi kitu ulichojifunza ukitaandikia kwenye komenti yako, nini umejifunza. Lakini kama utahitaji episode 2 maana Rebecca ana vingi sana vya kutueleza sisi wasichana, kwa hiyo kama tutakuandalia episode 2 usisite kututafuta Instagram, Dada Flow, ukiingia pale MC Unosia, ukienda kwa Rebecca Muna, hii video utaikuta pale na itakufundisha na naamini itakusaidia na kujenga. Kwa heri tukutane wakati mwingine. ba Bye. Bye.